Hii ndiyo FHIA inayokaribia kuvunwa sasa. Imekoma, mnaliona tunda linavyolingana. Eh, hii sasa unaweza ukamenya ukala. Ukala yaani ukamenya ukapika ukala ilipo hapa. Au ukaivundika ikawa ndizi mbivu. Kwenye ndizi mbivu ukala kama ndizi mbivu ya kutafuna au atogwa, wengine wakatengenezea togwa. Wengine togwa akaliendeleza akatengeneza mvinyo, pombe na mambo mengine kama hayo. Hii ndio FHIA 17. Unaiona jinsi inavyokuwa kama kona zake zinapotea, pembe zake yani inakuwa kama ina duara duara hivi. E, ukilinganisha na kilinganisha na hii ambayo ni changa. Unaona kwamba inakuwa ina kama sharp wengo, sharp wengo wengo hivi. Lakini sasa imekomaa, unaangalia tunda lake, wengo zinakuwa yani kama linalingana kiganja kabisa, ni kubwa sana, ni kubwa eee, ni kubwa sana. Asante sana Tanzania kwa kuzidi kutuunga mkono. Chukua mbegu kutoka kwetu. umekaa kama mlingoti ndefu kweli. Asante sana.